Tunashukuru kwa zawadi ya ukombozi. Tunaomba ubariki uwanja huu wabariki wote ambao tumefika katika viwanja hivi kwa ajili ya adhimisho la sherehe za Pasaka ya mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tatu. napo fufue mioyo yetu. Roho Takatifu awe na kila mmoja. Hata kwa yule atakaye nena siku ya leo, Roho Mtakatifu apate kumjaza na wale ambao bado wapo njiani, basi Baba uwasafirishe wafike salama, tujumuike kwa pamoja. Tunaomba yote haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu.